Juzi ni jana kama sikosei, uliweka video ya shehe mmoja akisema mambo ya wanawake kujifunika, lakini comments nyingi zilishushwa pale kwamba wewe mwenyewe unaruhusu wasichana wajiachilie wazi wanapo, wanapo act, zile, zile video zenu. Pengine ulichukuaje comments zile, alafu pengine unaweza liongelea vipi swala la kwamba wewe unaachilia um, wasichana kutojifinika wakati wewe ndio unajifanya kama ni champion wa kupigania mambo ya uh, kujifinika kwa wasichana. Waweza ona shekh kabisa, ni imamu wa msikitini, watoa hutuba Ijumaa, kwa sababu labda mtoto wake ni teja mm -hmm. ama yuwatumia madawa, haimaanishi kwamba hawezi kuongelea hicho kitu mm -hmm. Anakiongelea, na katika kule kuongea kwake ndo anapitisha ujumbe kwa yule yule mtoto wake. So hii inamaanisha vipi? Kwamba uh, kwanza mimi katika principle yangu Jimbo Media, tukishuti video zetu huwa lazima wajistiri. So ile hiyo unayoiongelea kwamba na waachilia wanakuwa uchi, je, ni katika kazi za Jimbo Media ama ni katika peji zao katika maisha yao paswa. Ukija katika kazi za Jimbo Media lazima mtu aakti akiwa amejistiri. Hiyo siwezi ruhusu mtu mtuakti kichwa wazi ama avae nguo ambazo ziko nusu uchi. So sisi Jimbo tunaendeshwa kwa misingi ya maadili mema, hilo ni la kwanza. La pili, mimi nawaambia kila siku katika maisha yao ya kando, kama mimi Sophie, Nuru I take them as my siblings. kama ndugu zangu kabisa, so mimi pastor life yao wananifuata brother Misa, ina tatizo fulani na hivi, na kwenye shooting unaweza kuwa kwenye shooting na wao, ukamwona huyu hayuko sawa. mm -hmm. so uwanaketi na wao one on one. Mm -hmm. na kuwapatia mawaidha, fanyeni hivi fanyeni hivi. Na pia hii nitumie kama platform wakiiona, mimi kila siku nawaambia Sofironi, namwambia Nuru, jisitirini, kwa sababu hizi video ambazo unazifanya peke yako kiwa kichwa wazi mm -hmm. Usija ukatusumbua baadaye kwamba jamanini, ripotini akaunti ya mtu fulani mm. Mwenyewe uko bar huko umeenda mbele za haki mm. Lakini unatusumbua sisi famili yako kwamba ni akaunti ya mtu fulani mm. Kwa nini baada a uavoid hivyo vitu hivyo just jistiri kufanya vitu ambavyo Mungu anataka mm. So mimi nawapatia mawaidha na hii hey, si kwa wao tu msichana yoyote, maana mimi nikafanya ile video comment kama zile ni kawaida, mtu atakwambia mbona hapo hivi na hivi lakini mimi kina Sofiron Nuru wanajua kwamba mimi discipline na mavazi Kiislamu mimi ndo kitu namba wan, na hata mtu ukija ukiona video ndani ya Jimbo Media Sofi yuko kichwa wazi, Nuru yuko kichwa wazi. Sasa hapo ndo nishike Bujra, wewe ulisema hivi na hivi, mbona hapa pako hivi. Mtazamaji ni Bujra Mohammed huyu, ambaye ni muasisi wa kampuni ya Jimbo Media, kampuni ambayo Uh, mpaka sasa inafanya vizuri na kuwezesha um, imeajiri watu takriban sita. Sasa hivi sahii tuko watu wa watu wa nane ambao wameajiriwa ndani ya Jimbo hili. kampuni ambayo imeajiri watu wa nane sahii ambao wanafanya uh, kazi nzuri katika kuhakikisha kwa kwamba furaha yetu haiishi katika mitandao uh, tuje katika maswala ya ndoa vipi? Unajutia ama um, Uko, uko, uko, uko vizuri, yeah. Ndoa, ndoa ni kitu kizuri lakini, yeah. ni ujipange. Ndoa si ibada yote, ibada yote ataka subra yeah. E, ukisikia kitu ni ibada, kwa sababu ibilisi yuko pale kuhakikisha kwamba ile ibada huifanyi. Kwa hiyo e, su, subra so sasa hivi subra umeweka katika uh, mahali gani wewe yako katika hii ndoa yako ama katika ukuwa na wake wawili, ni hapa ndio umehitajika ukuwa na subra zaidi Subra hata kwa mke mmoja wahitaji subra, so yeah. ni hiyo subra hiyo ambayo subra ya wewe kuishi na mke yeah. mimi kuishi na wake wawili haijakuwa changamoto kwangu yeah. alhamdulillah yeah. wake zangu wanaelewana, wanaongea vizuri yeah. so subra inahitajika katika kuishi na mke yeah. eh, kwa sababu mke ana madhaifu yake, anaweza akakukwaza, na hiyo ni lazima, atakukwaza atakufanya kila kitu na sisi wanaume tunawakwaza wake zetu. Kwa hiyo ndoa inahitaji subra, bila subra hata wiki moja mmalizi, mwachana. Kwa sababu tumeona watazamaji wakisema kwamba muda mwingi labda unakuwa na mke wa pili, yule wa kwanza sijui, uh, unamweka wafungu gani vitu mm, kama hivyo uh, unajua kuna kitu kimoja katika hizi ndoa za mke zaidi ya mmoja. Kitu chenyewe ni kwamba unaangalia mahitaji ya mtu, ushaelewa. Mimi huyu waifu mdogo ni mtu ambaye ananisaidia katika kazi zangu mm, kwa sababu ilikuwa sasa hivi nipate mtu wa kando, ni mwajiri mm, nimlipe mm, lakini kuna mke wangu aweza fanya hichi kitu mm, so unapata muda mwingi niko na wewe kwa sababu ya kazi mm, lakini yule mwingine yeye kazi yake ni tofauti na yangu mm, yeye ni mwalimu wa madrasa. Kwa hiyo unapata uh, wiki nzima hii labda ameenda zake madrasa ofia yake siku mbili, na hizo siku mbili ana program zake zingine. it doesn't mean kwamba nikitembea na huyu basi yule mwingine simpendi, no. Na mapenzi hayapimu hivi. <coughs> mapenzi ya kumoyoni, mtu ajua kwamba mi napenda na, na, na, na mimi alhamdulillah. Sasa hivi okay, unaambiwa yani uwezi, lazima utapenda upande mmoja. <coughs> But mimi nashukuru. <coughs> <coughs> sijui ni kwa mda huu ama baadaye, lakini naomba Mwenyezi Mungu aniweke hivi hivi. <coughs> Nawapenda wake zangu wote, kwa hiyo hujaegemea upande wote, alhamdulillah na swala hili la kwamba muda mwingi uko na mke mdogo, mke mkubwa analipokea vipi? Anaelewa, kwanza anajua kwamba sasa hivi mume wangu ana ulinzi pale hmm. Mwanzo ilikuwa yeye ana shughuli zake na mimi nina hmm. shughuli zangu, nikitoka hajui nimeenda wapi, hajui hmm. nafanya nini, hajui niko na nani, lakini sasa hivi yajua, huyu aweze kufanya ujinga kwa sababu gani kuna ulinzi ambao huko pale, mke mwenzangu huyo atembea na yeye na akitaka yuampigia, vipi, mko pamoja nini, nani, ushaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo yuko confident enough, yajua kwamba sasa hivi mume wangu huyo atembea na mtu fulani, kwa hiyo hakuna ujinga uweza kufanya. Katika ile portfolio ya, ya Jimbo, umemweka mke mdogo kama director, pengine mke mkubwa ana nafasi gani pale? Ah, yeye yeah, ana interest yoyote katika mambo ya, ya arts. Mm. Yaani yeye yeah, mambo yake ni tofauti kabisa na sisi. Yaani yeye yeah, yuko huku mimi niko huku <laughs> katika maswala ya kikazi yeye yeah. Yeah, amefoka yeah, sana na maswala ya ni mwalimu wa madrasa yeah. Kwa hiyo kwanza muda mwingi uko committed kufundisha watoto elimu ya dini ushapata yeah alafu ana taaluma ya uchoraji kuchora na piko shapa. Uh, so hiyo hakuna venye ambavyo uweza uka integrate ndani ya uh, jimbo kwa sababu ni vitu uh, viwili tofauti uh. Na siasa pengine tukimalizia tukuone, uh, uk, ukikampenia nani 2027. Uh, siasa ni kitu muhimu sana katika maisha yetu hmm. Na haya maisha ambayo tuishi yako determine na kiongozi ambaye unamchagua, kwa hiyo hmm. Mimi niwaambia watu wasiogope siasa, wasiogope kuongelea siasa, wasiogope kushauriana kuhusiana na siasa, kwa sababu a, maisha yetu yanapangiliwa na wanasiasa. Hii Kenya ina bajeti kubwa sana. Ukiona hii barabara imejengwa, ni kwa sababu ya mwanasiasa. Ukiona barabara haijengwi, ni kwa sababu ya mwanasiasa. Ukiona mahali hakuna maji, ni kwa sababu ya, ukiona mahali kuna maji, ni kwa sababu ya mwanasiasa. Kwa hiyo ina maana basic needs zote za mwanadamu ziko determined na kiongozi ambaye tutamchagua. Kwa hiyo mimi nitakuwepo kwenye siasa, Mungu akipenda. Cha msingi ni kujua, wakati ukifika tutawasikiliza. Haya, we nkuja na sera gani? tutakusikiliza. Wewe una sera zipi? we una zipi? yule ambaye sera zake zitakuwa ni nzuri, basi tutampigia kura. na hali ya sasa ikoje kati ya wale ambao ume, ume, umekuwa ukiwapigia debe labda wale hawakupita, walipita wengine wale ambao haukuwa unapigia debe, pengine ulikuwa na ulikuwa na uh, uh, unafikiria kivyengine, ulikuwa lakini sasa hivi wanadeliva mahali koje? uh, yani, wamaanisha wenye ambao siku wapigia kura, yeah, yeah. na wakapita na wakapita. Uh, hakuna waliokamilika hmm. E, kwa hiyo mapungufu yapo na kuna vile ambavyo pia uh, vizuri wanafanya hmm. So, mwisho wa siku tutakuja tugeje, akimaliza miaka yake mitano hmm. tutakuja tupime mazuri na mabaya yakoje hmm. alafu tutaamua Asante sana bwana Bujra na zidi kufanya kazi nzuri. Na wewe pia nikushauri uongeze mke wa pili usiishi na mke mmoja tu. Inshallah, inshallah, yeah. <laughs> <yeah. laughs> ni Bujra Mohammed Dafo ambaye uh, ni mwanzilishi wa Jimbo Media yeah. Na anasema kwamba uh, niongeze mke wa pili lakini uh, muda unakuja na kama venye uh, bibi yako wa pili ametuambia hapo juu uh, kwamba walipatana tu unexpectedly hata uh, sisi tutapatana tuna mke wangu wa pili mahali ambapo hatuja tarajia lakini, sasa hivi ni kusihi uendelee kuwatch uh, content zetu, kusubscribe na kushare, na tuko katika mgahawa hapa wa Fayaza eh, ambapo ni zile mbwembwe ambazo walikuwa wakitutangazia wana Jimbo Media, na kwa vile tuko hapa tutazidi kukuperushia uh, matangazo yetu moja kwa moja, tutakuwa tunaongea na watu tofauti tofauti lako ni kutupa jicho tu na kusubscribe katika YouTube YouTube channel yetu ya Mums Boy. Mums Boy. Mimi, Mums Boy, kuwa na mimi.